Maandiko anasema kwamba mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao wapendao watakula matunda yao. Kuna watu ambao hawajui nguvu iliyopo kwenye maneno yanayotoka kwenye vinywa ya vyao. Kuna watu ambao hawajui nguvu iliyopo kwenye maneno yanayotoka kwenye midomo yao, lakini watu waliofanikiwa kwenye maisha yao, watu wenye hekima, watu wenye hekima huwa waongee bila kufikiri Mpumbavu mpumbavu tu huongea bila kufikiri. Mpumbavu tu huongea bila bila kufikiri kwa sababu ajui kwamba maneno yanayotoka kwenye kinywa chake yana nguvu, aidha ya uharibifu au ya kujenga. Wapumbavu hawajui athari ya maneno yanayotoka kwenye vinywa vyao, hivyo huongea bila kufikiri, huongea bila kufikiri, huongea bila kufikiri. Wapumbavu hawajui nguvu iliyopo katika maneno ya vinywa vyao ndio maana wanaongea bila kufikiri. Watu wengi hata waliookoka wamejiloga kwa midomo yao wenyewe, wameharibu maisha yao kwa midomo yao wenyewe, kwa midomo yao wenyewe. Kuna nguvu katika maneno tunayotamka tunayo, tunayo. Kuna nguvu katika maneno yanayotoka kwenye vinywa vyetu, na ndio maana Yesu akawaambia kwenye Mathayo 20 kwa Mathayo 12 Mathayo 12 kuanzia 36 mpaka 38 neno lolote lisilo maana, li, lisilo na maana lisitoke kwenye kinywa chako, lisilo na maana lisitoke kwenye kinywa chako, maana kwa maneno yako. Anasema, kila neno utakalo nalo toka kwenye kinywa chako utalitolea hesabu. maana kwa maneno yako utahukumiwa na kwa maneno yako utahesabiwa haki. Kwa hiyo Yesu aliwapa tahadhari wanafunzi kwamba neno lolote lisilo na maana atakalolinena mwanadamu atakuja kulitolea hesabu siku ya hukumu na namalizia kwa kusema kwamba kwa maneno yako utahukumiwa na kwa maneno yako utahesabiwa haki. Watu wamejiloga wameji wenyewe kwa midomo yao, watu wameharibu maisha ya watoto wao kwa midomo yao wenyewe, kwa sababu wanaongea bila kufikiri. Narudia tena, mtu yoyote mwenye hekima huwa aongei bila kufikiri, isipokuwa pumbavu ndio ambao wanaongea bila kufikiri, wanafungua midomo yao bila kuf, kufikiri hawachagui maneno ya kutoka kwenye vinywa vyao hawachagui maneno ya kutoka kwenye vinywa vyao. vyao kwa sababu hawajui athari iliyopo kwenye maneno yanayotoka kwenye midomo yao, kwenye midomo yao. Kumbuka unachokitamka, maneno yanayotoka kwenye, ya kwenye kinywa chako ni kama mbegu. Maneno yanayotoka kwenye kinywa chako ni roho, yana uwezo wa kupelekea hicho ulichokitamka kikawa dhahiri kwenye maisha yako. Wazazi wameharibu maisha ya watoto wao kwa midomo yao wenyewe, wengine wameharibu biashara zao kwa midomo yao wenyewe. Ndio maana Yesu akasema, neno lolote lisilo na maana atakalolinena mwanadamu atakuja kulitolea hesabu siku ya hukumu. Maana kwa maneno yako utahukumiwa na kwa maneno yako utahesabiwa haki. Kuna watu wamejifunga kwenye eneo fulani kwa maneno yao wenyewe. Mithali sita mbili nasema basi, umetegwa kwa maneno yako, umetegwa kwa maneno ya midomo, maneno ya kinywa chako umetegwa. Adui yupo anasubiri utamke, ili hakikishe kwamba hilo unalotamka linatokea kwako. Yakobo tatu mbili anasema kwamba mtu asiyejikwa katika kunena huyo ndio mtu mta, mkamilifu. Wapumbavu mpumbavu huongea bila kufikiri, wapumbavu huongea bila kufikiri. Linda kinywa chako katika jina la Yesu. Maandiko kwa yanasema kwamba neno lolote lo ovu lisitoke kinywani mwako Neno lolote lililo ovu lisitoke kinywa kinywani mwako. Lakini unaposoma kwenye Zaburi, Zaburi alikonaomba kwamba maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, ee Bwana, mwamba wangu, na mkombozi wangu. Bwana na kiponye kinywa chako katika jina la Yesu. Bwana na kitakase kinywa chako, chako katika jina la Yesu. Neno lolote lililo ovu lisitoke kwenye mdomo wako lisitoke kwenye kinywa chako katika jina Yesu Kristo wa Nazareth ile hai. Mungu akubariki kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka, ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye chaneli yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe, usisahau kucomment, usisahau pia kushare na kuliki pia. Mungu akubariki katika jina la Yesu amen.